Ndugu zangu wana michezo, kwa dhati kabisa nianze kuwapongeza Taifa Stars kwa kufuzu na kufika hatua ya kumi na sita bora ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON kwa mwaka huu uliopita. Mafanikio haya ni makubwa na ni fahari kwa taifa letu, na ni ushahidi kwa soka letu sasa linaendelea kupanda viwango barani Afrika. Kwa mara ya kwanza nilikaa kwenye TV mwanzo mpaka mwisho. Siku hiyo nilikuwa nimefunga, nimekaa kufutari. Wakati naendelea na futari zangu tayari mchezo unataka kuanza, nikakaa nikaangalia watoto wangu kazi walioifanya. Lakini nataka niwaambie jengine, nimeondoka pale, mwili wote unaniuma, maana wakipigwa, wakizuiwa hivi, mimi hey, hey. <laughs> wakiekewa miguu wakisukumwa mimi, Mungu wangu, we mbona hataniumizia watoto? Nimeondoka pale mwili unaniuma, lakini hongereni sana. Nimefanya kazi nzuri sana, na tunajua kwa nini yale yalitokea, kwa sababu tuliocheza nao ni wenyeji, ni taifa lenye fedha, ni taifa ambalo lina ushawishi kwa wenzetu hao waandaji kwa sababu tukuwa tunayaona wazi na dunia imeona wazi kwamba Tanzania ni wapambanaji wamepambana, lakini ilibidi lile litokee, iwe iwavyo, lile litokee. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana, mimi nawapongeza sana, mmefanya kazi nzuri sana. Nawapongeza pia benchi la ufundi, viongozi wa timu na wanamichezo wengine wote iliyopo hapa ni ukweli, kama walivyosema walionitangulia, michezo yetu imepanda, Football yetu imepanda, lakini michezo mingine pia nayo inakwenda juu. Kwa mimi nawapongeza sana.